Katika health program. Kama ni mgeni wa health program basi fahamu program hii ni kwa ajili ya afya, kwa ajili ya kujua kuhusiana na masuala ya afya. Mambo yote yanayohusiana na masuala ya afya na mpya na njia mbalimbali za kujikinga na magonjwa. Leo ndani ya health program tunaangazia kuhusiana na vyakula ambavyo tunapaswa kuviepuka kama tukiwa tuna eh, ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Tunafahamu kabisa vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria aina ya Helicobacter pylori ambaye mara nyingi anakuwa kwenye kwenye kwenye utumbo. Sasa huyu Helicobacter pylori ndio huwa anasababishaga vidonda vya tumbo, lakini pia anasababishaga uh, tumbo kujaa gesi. Leo sisi tutagusia kiundani kuhusiana na ugonjwa huo, lakini pia ugonjwa ni maarufu unafahamika, kwa hiyo hakuna haja ya kuingia ndani sana. Tuangazie tu vile uh, vyakula ambavyo vinavyopelekea uh, kuleta shida zaidi ama ambavyo hatakiwi mtu kula ile ambaye mwenye changamoto za vidonda vya tumbo. Tuanze na chakula cha kwanza. La chakula ambacho uh, mgonjwa wa vidonda vya tumbo hatakiwi ama shauliki kabisa kuweza kuvila ni vile vyakula ambavyo vyenye asidi nyingi au tindikali nyingi, mfano wake ni nyanya na matokeo yote yale ya nyanya. Mfano nyanya ikiwa imeungwa kwenye mboga Sio nzuri sababu inaleta madhara pia a, kwenye ule ule utando wa utumbo ambao umeathirika e, na wadudu hao wa Helicobacter pylori. Kwa kuna nyanya lakini pia kuna jamii ya machungwa na machungwa yenyewe mfano wake limao, ndimu na kadhalika, haipaswi pia mtu kula, mtu wenye vidonda vya tumbo sababu itaongeza asidi e, kwenye tumbo lake na hivyo itasababisha vidonda vile vizidi kuongezeka e. Aina nyingine ya ya ya ya vyakula ni zile vyakula ambazo zenye viungo vingi au tu viungo uh, vingi kwa kifupi tu, mfano wake kama ni mboga yenye viungo vingi kama vile uh, ina pilipili kwa wingi au pia ina pili pili uh, zile pilipili hoho. Hivi vyakula vinaletaga madhara k kwenye vile vidonda vyake kuongeza shida kwenye vile vidonda vyake. Ndio maana utagundua mtu ambaye amejaza tumbo akila vyakula ambavyo vina madhara, umletea maumivu sana, hivyo hapaswi kuvila vyakula vya aina hii hapa. Na aina e, nyingine, vyakula ambavyo ni tatu kwa siku ya leo ni vile vinywaji vyenye kafeini nyingi pamoja na pombe. Mfano wake vile kahawa, e, baadhi ya majani ya chai sizungumzi majani ya chai nao pia huleta shida katika vidonda vya tumbo. Cha kuzingatia tu ni kwamba huenda ikawa wewe una vidonda vya tumbo ukatumia kitu fulani kikakuletea shida, yani ukala chakula fulani kikakuletea shida, kwa maana wakati labda ukala mnyanya sana kwenye mboga kikuletea shida. Mwingine pia naye ana vidonda vya tumbo isimetee shida, au kama shida tu kiasi kidogo huu tofauti ndio unatokana na ukubwa wa tatizo leo kati ya wewe na yule mwingine. Kwa hiyo usishangae wala usiwe usi, usi, usi, usi, usi na wasiwasi katika hali kama hiyo kama ikiwa imetokea. Kama ni mgeni wa Health Program usisite kujiunga na Health Program. See you until next time and remember that uh, you have to stay safe. Thank you.